Hapo kama kawaida, mbona kama umechoka sana, haujachoka eh? Sema uzo wa Singida makupendeza sana au wewe unaonaje eh? Eh, kama nilivyoona. Basi haya, kila la kheri Ategemea, ategemea, angalie kamera namna hiyo.